Unashangaa watu wanafani wengine wanafanikiwa wengine hawafanikiwi. Siri ni namna tunavyotumia muda wetu, kila moja hapa na masaa 24. Unatumiaje masaa yako 24? mwingine mwingine mwingine anachagua vijiweni, anachagua kwenda kutazama filamu, anachagua kulala, lakini yule anayejua kwamba muda ni kama fedha, ninaweza nikawekeza, basi mtu yule anajitengenezea ratiba, anaifuata Unaweka muda na namna utakavyoiongoza siku yako. Nasema kila siku ya Mwenyezi Mungu, kama siumwi, kama niko katika mazingira ya kawaida, tamka saa tisa, nikishakuamka saa tisa nitasoma saa moja, nitasali nusu saa au nitasali saa moja, nita nitafikiri kuhusiana na mipango saa moja. Halafu unashangaa saa kumi na mbili unaenda katika mambo ya Kaisari, kama umeajiriwa, unafanya zile kazi za kuajiriwa Ule muda wa asubuhi umekusha kuutumia, alafu muda ule wa usiku, nasema kabla sija kwenda kulala, nitaingiza kitu fulani ambacho wala usiku ya leo isiwe imepotea. Unaweza ukasikiza hata hotuba za watu waliopita, kwa sababu utakuwa umechokachoka. Unaweza ukaweka hapo watu fulani ambao maisha yao yanaakisi maisha ya Kristo, unawasikiliza wale, unasinzia, kuna kitu umekipata. Wewe unakuwa katika shule ambayo isiyokuwa na mipaka Uzuri wa ratiba unakusaidia kujua, leo kwa kweli nimeishi chini ya kiwango nilichojiwekea. Nilisema leo ningesoma, lakini sijasoma. Mimi nimesema leo ningesali, lakini sijasali. Kwa nimefeli katika siku hii, kuishi vizuri nimefanikiwa labda asilimia ishirini. Kwa hiyo lazima uweke mipango katika maisha yako.